Treza, nini ba? Sichuke hapa nikusimulie nini bwana? Ai. Kiba ati ata karibu nalia. Imagine, imagine. Tumekuwa na Jesinta. Jesinta ameniacha. Amekuacha? Chesinda ameniacha tena bana. Imefanyikaje? Wacha sasa nikwambie. Huyu kijana anaitwa Wafura. Wafura. Wafura ni kijana mkeni. Amekuja ku... kuchukulia dem. Amenipata huko kama nataka niende ninunulie Chesinda mafuedere, juu yeye ako <laughs> na baisikeli akaamua ati apepe Chesinda, akambeba na ni hivyo ndio akaenda. Hivyo akaenda unachua hata kwanza Wacha ni ni kwanza nipenduke hivi, nipige nduru moja kwanza. We. Ah, usilie bro. Usilie, usilie, usilie. Moja. Hauna baiskeli? Hauna baiskeli. Sasa sio, unajua huyo Wafula ametoka Nairobi, ati amefanya kazi amekuja amenunua baiskeli. Oh. Akaambia Chesinta ndo wangu ati ako na Subaru. Sasa mimi kuulizia Subaru ni nini, akaenda kamuonyesha baiskeli? Na hivi ndio akabebwa. Ah, pole bro. Pole bro. Wacha niongeze nduru ingine moja, piga moja, oh, oh, ako... moja. Sasa hata ungekucha ako atana soda unikonfort kweli? Sasa we Mluyo utakula soda? Sasa Mluyo unashiba soda? ni nini bro, wacha sasa nipuambia

ilikuwa Jumapili, si ndio? mm -hmm. Mimi nikenda huko, tulikuwa tumeenda kwa shamba. Nilikuwa na kresi, kresi Ay, nilikuwa na kresikresi ng'ombe nilikuwa na gresi yaani oh. naweka ng'ombe huko. Sio, oh. Resi si resi, wachana nale oh. Nanga shinyaro hapo hivyo oh. kando. mm -hmm. Sasa mimi nilikuwa nachunga na ng'ombe. Sasa kuchunga ng'ombe mm -hmm. Nikona tata murembo kaupo kaumbika mwenye Mungu alimuumba kama amekula tu ukali amerilax, mm -hmm, kabisa mm -hmm. anaitwa ifo. Sasa nikaona heri hata niende tu kwa Chesinta nikamuulizia ni nani, akaniambia mm -hmm. anaitwa Chesinta. Sasa mimi kufika huko nikafoni ni rafu, unaona Ulifall in love na Jacinta? Nilifall in love na Jacinta, nikampenda kama venye napenda maragwe. mm -hmm. Unaona, hiyo ni kawaida ya mluya sasa. mm -hmm. Jacinta trif kitoko kitoko, tumepush tumepush tumepush, mlipush push, eh a, a si kule ya maragwe eh, yani mimi ne, tukakuwa kafuri na kifungu, tukakuwa kafuri na kifungu, tukakuwa kafuri na kifungu ife pamo, mkafunga mkafungamana e, tukafungamana venye uh -huh. tulifungamana Ausilie endelea na stori hii. Ni barua bro. Hii ni, ni, ni sawa. Sasa sa, vanya tukafungamana hivyo. Ndio huyu kijana anaitwa Wafula, ati ametoka Nairobi amefika huku kwetu Shinyalu analeta paiskeli. Kuleta baiskeli hey. Pa anaambia Chesinta atiako na Prato, akwenda Chesinta ako na Prato, na ni hivyo ndio akaenda. Chesinta ndio kapiti ameenda yuko haki mati. Ataenda kuona hiyo Prado. Kwenda kuona Prado au kurudi tena. Alafu asubuhi. Naenda naenda tu kwa kinyozi. Ya trefa kunyoa. Naanza kusikia tu story ati oh kichana Patrick Patro Patro mewachwa. Pole, hey, pole. Sasa ati kusikia tu, na nilisikia fununu fununu tu kwa kinyosi ati nimewachwa. mm -hmm. Huenda asubuhi, ati naenda kutipitisha naenda na alafu romantiki pale kwa keta, hapo kando narusha mawe kwa mabati. Unajua kwanza mimi nikirushanga mawe kwa mabati ndiye anatokea. Sasa yeye, nilirusha ya kwanza hakutokea, no mm -hmm. response. ya pili, no response. ya tatu no response. Akakuja akaniambia fanya nilirusha ya ine Akatokea sasa, akaniambia mimi na wewe it's over. Ngoja kidogo bro, na alikuwa na huyo huyo jamaa wake wa nini, baiskeli. Ah, huyo jamaa wa baiskeli sijui Wafula, Wafula alikuwa ameenda, alikuwa ameenda, alikuwa ameenda na si ungemchukua mwende ama? Alikataa sasa, aliniambia ati it's over. Oh, sasa nitakusaidia aje bana, sasa bye bye, hmm. Mimi mimi nitakutana nae, hebu nipe hey, information hey, niende nimwachie sasa, endo mwambie amsori eh, mm, nimesema amsori, bebi, ndamnunulia mahindi, mahindi choma ngapi? Ndamunulia mahindi choma mbili mbili, eh, alafu tena ndampikia sturungi na nimpikie kiteri Akule. Na mkombero mkombero, mkombero ntenda ninunue ni murete tena. Oh. Mm. Sasa mm, wacha niende na hiyo ujumbe ujumbe jumbe nitapatana naye

Mimi naitwa Daisy. Daisy? Yeah. Kwa mzuri. Sasa, majina yako ya ucheshi unajiita aje kule YouTube? Majina yangu ya ucheshi mhm mm najulikana kama mm. Patrick Comedy Production. Ukinipata hapo mm, YouTube, ukitafuta tu Patrick Comedy Production na utanipata niko hapo YouTube. Ulianza kazi ya ucheshi siku gani ama mwaka gani? Hii kazi ya ucheshi nilianza last year December mm -hmm, of which nime, nimepata some small experience in it. Mm. Um, nini, nini ambayo ilifanya ukaanza hii kazi yani, uliona nini ndio mm. ikakufanya ukaona kumbe uko na uko na italanta. Okay, k mm. kitu ambayo ilinichangia sana mi kuingia katika hii kazi ya ucheshi ndio, ni mcheshi mmoja anajitanga president, anajiita Eric Komondi, huyo alinifacilitate sana na akanihimiza na mi ku try, nikaona something that is possible I can do it na Up there, nime declare, yani nime dedicate, nime dedicate tu kabisa hmm. Nime dedicate kila kitu mazee hmm. na nimejiaminia naweza ifanya na naipenda kabisa na kando hmm. na ucheshi, kuna biashara ingine unashugulika naye ama ni ucheshi peke yake? Ok hmm. Mimi kando na ucheshi hmm. Pia najishughulisha na masomo, niko student na nafanya medicine medicine course na pia biashara za nyumbani za kuuza makuku unajua eh? He, za kuuza makuku lazima. Na hmm. pia za kutembeza vitu na unajua, kuan haitaki hmm. ubisho yani haitaki mtu unalegeza ile ni pressa bro, unatafuta, si ndio? yeah. Hmm. na kuna changamoto ambazo tunazipitia katika ucheshi huu e, changamoto ni mingi tena sana. Kama gani vitu, tajie, tajie. kuna mtu ambaye anataka kujua. Okay, kwanza hmm. changamoto ya kwanza hata si ya kwanza, ni mingi sana kwa sababu Dio, ukienda set Dio, ina uh, unataka hapo time cameraman maybe ame late nini, director naye anakuambia fanya hii fanya hii, whether sometimes ya Dio set inasumbua, alafu tena unaweza toka hapa unataka kwenda kushoot tena mahali fulani, unajikuta hela nazo senti ni kidogo sana, unaona hela tena hiyo ni tatizo nyingine kubwa kabisa, ambapo inachangia sana changamoto Alafu kuna kitu kingine ki, ndio mtu ananiambia nshare link na mtumia link yangu penye atanipata YouTube a subscribe mm -hmm. lakini wakati inafika mahali unakuta aja, aja subscribe ama aja share hiyo link, lakini mimi nimempatia unaona? hiyo tena ni changamoto mm -hmm. kubwa. pia kutafuta ma subscribers pia tena hiyo ni changamoto mm -hmm. nyingine kubwa kwa sababu unaweza ambia mtu ni subscribe kwa chaneli yangu. Mm -hmm. anakwambia oh, nimesubscribe ila hali bado Aja subscribe ndio. Yeah. na wewe kama mcheshi unachukuliaje changamoto hizi? Mimi nazichukulia positive, kwa sababu ndio upate kitu mzuri, lazima uanzie ye yeah, chini yeah, lazima ung'ang'ane si, mm -hmm, ndio lazima ung'ang'ane kabisa ndio upate mm -hmm, kitu poa kabisa yeah, nazichukulia tu positive yeah. Na katika ucheshi huu mtu akitaka kupata tuseme, kama kwa mfano social media hivi, ama bado hujaingia social media? Yote niko social media, niko platform Ingia hapo YouTube utafute Patrick Comedy Production au mnafanya kazi na wewe, si ndio? Eh, tunafanya kazi na utafute, uingia hapo YouTube utafute Patrick Comedy production you you on... yes, yes. yeah. utanipata uh, YouTube ukiingia. Instagram unitafute kama Prince Damian 562 utanipata. TikTok Patrick Comedy Production utanipata yeah. Utaf Uta Uta LinkedIn, LinkedIn ukiingia huko utanipata kama Kelvin Busolo utanipata huko underscore sawa. yeah. so my fans ambao mnamsikiza Kevin, msupport, mmuonyeshe kwamba kijana anaweza, anaweza endelea kutoka kwa support yenu. Msubscribe, comment, like na mviu pia, mshare fanya naye kazi mm. naomba atuelezee anafanya nini zaidi, kama saidaslivi yeah. Akumbe wewe sasa ni Nimekuelewa basi. Eh, huyu ndiye ananipakanga hizo mapon sijui manini. Naona hata umeng'ara kwa vile anakurembesha, wakati naenda kwa shoot kwa shoot, si ndio? Yeah. Huyu ndiye ananipakanga mapon. Ni mzuri, ni mzuri kuwa naye hivyo.